Sikaribu yes! Tena leo utakwenda kuelekeza kitu kipya kabisa, wanatumia e, simu yako pasipokuwa na MB hata moja. Chakufanya wewe ni utakwenda Play Store, utaenda kudownload hii application. Kama utakuwa hauna utakwenda kudownload hii application hapa, inaitwa B DNet VPN. Iyo yeah, then ukishe download hii hapa, narudia kabisa muione vizuri, hii hapa, hii hapa, mtakwenda ku hi download hii hii. Yes, ukisha download utai open kama mimi hivyo, then kwenye pande wa internet utawasha, utawasha ile network yako ya voda ambayo mimi kwangu ndani tu. So mimi nitaenda ku kuwasha data ya, ya voda. Ikisha washa hiyo data ya voda, kuna namna atakuletea notification notification kama hizo utazikubali tu, utapiga okay, tafauta maelekezo, utapiga okay. Theni baada ya hapo hapa, ndo unatakiwa uwe makini kabisa. Cha kufanya kingine hapa, utakwenda hapa kwenye network utas, uta, utaseleti hichi kitu hapa hichi unachokiona hicho hichi utaenda kuki utaenda kubonyeza hapo then utaweka hiyo service ambayo ndo hii hapa yes, ambayo ndo hii hapa hii, yani 25 new method, hapo chini imeandikwa 25 new method hii hapo, utaenda ku select. Ukisha select hiyo itaonekana kama hivyo ilivyoonekana, then hapo chini <laughs> usiguse chochote, unaweka hiyo auto select services Yes, hapa hapo utaweka hivi hivi, auto select utaiacha kama ilivyo. Theni hakikisha data yako ipo kwenye Voda. Theni utabonyeza utabonyeza start, na theni baada ya hapo utakwenda kubonyeza start, butoni start. start utasubiri kwa muda, ita itakonekti nitatafuta service then imekubali connected, simuona kabisa imekubali sasa. Kisha kubali hivyo, tunaenda moja kwa moja kujaribu facebook facebook. Facebook yetu iko wapi? Facebook lite, mimi nitajaribu kwenye facebook lite. Facebook lite hii hapo, nitakwenda kujaribu kabisa. Na tukiangalia huko juu kabisa, unaona kabisa Sign in to network, kwamba sina mb sasa tujaribu ehe, wa ewa. hapo ndo unyama hapo, kazi kwako kutumia free internet. Karibu sana, muona maujanja haya, imefunguka, imefunguka, hadi kwenye video zinafunguka. Ni wewe sasa, usisahau kusubscribe upate chongo mikali kama hii. He he, hapo ni unyama, kuthibitisha kabisa sina mb. Jamani, mna kifahamu hichi kidude cha Sign in to network Voda jamani, mnakifahamu na nimekonekti kwenye db net connected. Si mnaona kabisa maonyama kama hayo? Yes, mnaona. Yes, yes, ngome nakubali, vizuri kabisa, bila tatizo lolote, eh.